Kama ulipanga kupata ujauzito mwaka huu wa 2025 basi nipo hapa kukukumbusha kwamba umebakiwa na miezi miwili. Na pasi na shaka walio wengi wanaweza kuwa wamebakiwa na hedhi mbili kuweza kumaliza mwaka huu wa 2025. Kwa hiyo kama ulipanga kuweza kuhakikisha kwamba mwaka huu wa 2025 unapata ujauzito basi nakukumbusha hilo. Na unaweza ukapata ujauzito kama hauna changamoto yoyote. Unaweza kupata ujauzito kwa kuyatumia mabadiliko ya mwili wako wa kawaida tu, kwa kufata mzunguko wako wa hedhi, kwa kutambua zile siku zako za hatari, na ukaweza kupata ujauzito. Lakini kama una changamoto yani umejaribu toka Januari hadi sasa hujapata ujauzito, maanake kuna shida, kuna chanzo ambacho kinakuzuia usiweze kupata ujauzito. Sasa iwapo wewe ni mmoja wa watu hao, umejaribu toka Januari hadi sasa na unaona bado kimya basi wasiliana nasi ili kuhakikisha kwamba e, hii miezi miwili iliyobaki unaweza kufanikiwa kupata ujauzito. Tutakusaidia kukuongoza kwanza kuyatambua mabadiliko ya mwili wako, lakini vile vile kukupa ushauri wa namna gani ya kuondoa chanzo au kizuizi ambacho kinakuzuia usiweze kupata ujauzito. Nakukumbusha kwamba zimebaki siku kadhaa au imebaki uh, miezi miwili tu. Una miezi miwili ya kuhakikisha kwamba mwaka huu wa 2025 haupiti bila kupata ujauzito. Karibu pia skene cha clinic ili tuweze kusaidia.